Video iliyorekodiwa na simu kutoka kwa mmoja wa wahudumu wa afya 15 waliouawa na wanajeshi wa Jeshi la Israeli IDF, mwezi uliopita imeibua mapya baada ya kuonyesha maofisa wa Israel wakiwashambulia magari ya Msalaba Mwekundu kwa kutumia risasi. Video hiyo imekanusha madai ya Israeli kwamba magari ya wahudumu hao hayakuwa na ishara za dharura yaliposhambuliwa yalipo kusini mwa Gaza nchini Palestina, jambo ambalo Msalaba Mwekundu na Umoja wa Mataifa ulidai kuwa sio kweli, badala yake wanajeshi hao waliwaua bila huruma wafanyakazi hao. Video hiyo inaonyesha timu za Msalaba Mwekundu na uokoaji wa raia Civil Defense zikiendesha magari yao kwa mwendo wa polepole huku taa zao za dharura zikiwaka na nembo zao zikiwa wazi, zilipokaribia kutoa msaada wa ambulance iliyokuwa imeshambuliwa awali na wanajeshi hao. Timu hizo hazionekani kuwa na mienendo ya kutishia maisio ya kawaida. Wakati wahudumu watatu walipotoka na kuelekea kwenye ambulensi hiyo iliyoathiriwa vibaya na mashambulizi ya Israel, ghafla magari yao yalianza kushambuliwa kwa risasi ambazo zilidumu kwa zaidi ya dakika tano na kusita kwa vipindi vifupi. Mmiliki wa simu hiyo anasikika akisali na mnukuu, nisamehe mama, hii ndiyo njia niliyochagua mama, kusaidia watu, anasema mhudumu huyo ambaye kwa sasa ni marehemu. Wahudumu wa 8 wa, wa Msalaba Mwekundu 6 wa Civil Defense na wafanyakazi mmoja wa Umoja wa Mataifa waliuawa kwenye shambulio hilo la arufajiri ya Machi 23 mwaka huu na wanajeshi wa Israel waliokuwa wakifanya operation katika eneo la Tel al Sultani, mtaa wa kusini mwa mji wa Rafaa. Wanajeshi hao walibomoa miili yao pamoja na magari yao yaliyoharibika na kuwazika katika kaburi la pamoja. Wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na waokoaji waliweza kufika eneo hilo wiki moja baadaye na kuanza kufukua miili hiyo. Makamu wa rais wa jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Palestina Marwani Jelani alisema simu hiyo iliyo na video ilipatikana kwenye mfuko mmoja wa wafanyakazi waliouawa. Balozi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa alisambaza video hiyo kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na shirika la habari la Associated Press lilipata video hiyo kutoka kwa mwanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa kwa masharti ya kutotajwa jina, kwa sababu haijatangazwa hadharani. Mmoja wa watu aliyenusurika Munzela Bed alithibitishia Associated Press kuwa video hiyo ni ya kweli, na majengo mawili ya saruji yanayoonekana kwenye video hiyo pia yanaonekana kwenye video nyingine ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa Jumapili, ikionyesha uchimbaji wa miili, ishara kuwa tukio hilo lilitokea mahali pamoja. Jeshi la Israeli lilipoulizwa kuhusu video hiyo ya Jumamosi, lilisema tukio hilo linachunguzwa kwa kina, na liliongeza kuwa madai yote yakiwemo yale yanayohusiana na nyaraka na ushahidi wa video yanachunguzwa kwa kina ili kuelewa mfululizo wa matukio na namna hali ilivyoshughulikiwa. Israeli awali ilidai kuwa ilifyatua risasi kwa magari hayo kwa sababu yalikuwa yanakaribia kwa namna ya kutiliwa shaka bila taa za mbele au ishara ya dharura. Kiongozi wa Msalaba Mwekundu wa Palestina Yunes Al-Khatibu alitaka kufanyika kwa uchunguzi huru na mnuku, hatuamini uchunguzi wowote wa, wa jeshi, aliwaambia waandishi wa habari katika kikao cha Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa. Mponeaji mmoja ambaye anaitwa Abed alisema alimwona Asad al-Nasral ambaye bado hajapatikana akichukuliwa akiwa amefungwa macho na wanajeshi wa Israel. Al-Khatib alisema wameuliza jeshi la Israeli mahali ambapo mfanyakazi wao huyo anashikiliwa. Al-Khatib aliongeza kuwa waliouawa walilengwa kwa umbali wa karibu na ripoti ya uchunguzi wa maiti itatolewa hivi karibuni. Israeli imekuwa ikishutumu Hamasi kwa kuwahifadhi wapiganaji wake ndani ya magari ya dharura na hospitali ikitumia hoja hiyo kuhalalisha mashambulizi dhidi ya raia nchini humo. Hata hivyo, wahudumu wa afya wanakanusha vikali madai hayo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mashambulizi ya Israeli yameua zaidi ya wahudumu 150 wa dharura kutoka Hilali Nyekundu na Civil Defense, wengi wao wakiwa kazini, pamoja na wafanyakazi wa afya zaidi ya 1000 na jeshi la Israeli huwa alifanya uchunguzi mara kwa mara kuhusu matukio kama hayo. Jeshi la Israeli linasema kuwa baada ya shambulio hilo wanajeshi waligundua kuwa walikuwa wameumuua kamanda wa Hamas aliyeitwa Mohamed Amin Shobaki na wanamgambo wengine wanane. Hata hivyo, hakuna jina hilo katika wahudumu wa afya 15 waliouawa na hakuna miili mingine iliyopatikana katika eneo hilo, jambo liloibua maswali kuhusu madai ya Israeli kuwa kulikuwa na wanamgambo ndani ya magari hayo. Jeshi hilo halijatoa taarifa juu ya nini kilichotokea kati kwa miili ya Shobaki au kutaja majina ya wanamgambo wengine waliodaiwa kuwemo ndani ya magari hayo. Jonathan Wittall, mkuu wa muda wa ofisi ya misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA huko Gaza alikanusha vikali madai ya kuwa waliouawa walikuwa wanamgambo wa Hamas, akisema kuwa walikuwa wahudumu waliokuwa wakifanya kazi nao katika kazi za uokoaji hospitalini. nanuku hawa ni wahudumu wa afya niliyowahi kukutana nao binafsi, walizikwa wakiwa wamevaa sare zao, glavu zao mikononi, walikuwa tayari kuokoa maisha, mwisho wa kunukuu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojiri kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.